Muda mfupi kabla ya kifo chake, Carl Sagan, mwanasayansi na mtangazaji maarufu wa televisheni, aliandika maneno haya ya huzuni: sayari yetu ni chembe pekee katika giza kuu la anga. Katika hali yetu ya kutoonekana katika upana huu wote, hakuna dalili kwamba msaada utatoka mahali pengine kutuokoa sisi wenyewe. Unajua, kama mfalme Daudi angeweza kunywa kikombe cha kahawa na Karl na kujadili mtazamo wake wa maisha usio na matumaini, nina uhakika Daudi angempa nakala ya Zaburi 19 kumtia changamoto katika fikra zake na pia kumtia moyo. Zaburi hii kuu inaangazia ukweli kwamba sisi sio chembe pekee katika ulimwengu diza. Kwa kweli umbaji unatufundisha kuhusu muumba wetu na hapa katika mstari wa moja tunaona kwamba uumbaji unafichua saini ya Mungu ambaye yupo kila mahali. Hatuko peke yetu. Daudi anaandika hapa, mbingu zinasema utukufu wa Mungu na anga juu inatangaza kazi ya mikono yake. Kwa maneno mengine, jua na nyota wanafanya zaidi ya kung'aa. Kwa kweli, wanazungumza mengi kuhusu utukufu wa uumbaji wetu. Fikiria jinsi ilivyo upumbavu wa kusikitisha leo kwa watu kuabudu mbingu wakati mbingu zinamwabudu Mungu. Kwa kweli, kwa njia, vitenzi vya Kiebrania hapa vinaonyesha kitu kinachoendelea katika kitendo. Kwa hivyo tunaweza kutafsiri hivi, mbingu zinaendelea kuendelea kutangaza utukufu wa Mungu, mbingu zinaendelea kutangaza kazi ya mikono yake. Sasa usemi hapa kazi ya mikono yake ni njia nyingine ya kusema huu ni sahihi ya Mungu na kama msanii, Mungu amesaini kazi yake bora. Mkusanyiko wake wa sanaa basi uko kwenye maonyesho ya kudumu. Kwa hivyo wapendwa, tunaposhangaa ulimwengu, kumbuka unakuzwa utukufu wa Mungu. Sasa, pili, uumbaji hauonyeshi tu sahihi ya Mungu, uumbaji unaonyesha hekima ya Mungu. Mstari wa mbili unatueleza hapa kwamba uumbaji kila siku, yaani siku hadi siku, unamimina hotuba, na usiku hadi usiku, yaani usiku baada ya usiku, unafunua maarifa. Sasa neno ambalo Daudi anatumia hapa kwa kumimina, kumimina kwa kawaida linatumika kwa chemchemi inayobubujika, na neno kwa maarifa linahusu data inayoonekana. Kwa hivyo Daudi anasema kwamba uumbaji unazidi kububujika ukweli unaonekana kuhusu uumbaji wetu. Namaanisha, angalia tu ugumu wa mwili wa binadamu. Ni kwa kweli ni muundo wa kushangaza. Sasa wa umri wangu sio wa kushangaza sana, lakini unaelewa ninachosema. Soma petali za ua, soma unyasi au ugumu wa theluji, usahihi wa atomi, asili ya mvuto, kila kitu unachokiona katika asili kinashuhudia, kinamimina, kinabubujika maarifa ya muumba wetu mwenye hekima ya ajabu. Sasa bila shaka, ukweli huu lazima uzimwe na ulimwengu usioamini. Paulo aliandika katika Warumi sura ya moja kwamba ulimwengu usioamini unakandamiza ukweli wa uumbaji, Warumi moja, mstari wa Sikiliza hapa, ndipo janga la kukandamiza data inayoonekana katika ulimwengu huu. Badala ya kuabudu, unajikuta unahangaika, unajikuta unakisia. Badala ya kuabudu uumbaji, unajikuta katika kukata tamaa, kwamba uko peke yako tu katika giza la ulimwengu, kwamba wewe ni chembe ya vumbi inayozunguka njia ya maziwa. Sawa, hebu niwaambie kulingana na neno la Mungu uumbaji huu wa ajabu unatoa ishara zote kwa mbunifu na muumba wa ajabu. Ulimwengu ni sahihi yake, na ugumu na maelewano ya asili yanaonyesha hekima ya muumba wetu. Sasa, kwa tatu, Daudi anasema hapa kwamba uumbaji unafunua neema ya Mungu. Anasema hapa katika mstari wa tatu, hakuna usemi wala hakuna maneno ambayo sauti yake ile ya mbingu haisikiki. Kwa maneno mengine, kuna lugha ya umbaji, lakini lazima uwe na masikio wazi, lazima uwe na moyo wazi, ili uweze kuisikia hata wakati dunia inakataa yaliyo dhahiri. Unajua, Mungu katika neema yake, basi anafanya nini? Anaendelea tu na anachora machweo mengine angani. Hebu nikuulize kitu kama ungekuwa Mungu, je, ungeruhusu mtu anayekukataa kufurahia machweo hayo? Sijui kama ningekuwa Mungu, labda ningehakikisha kuwa huo ndio wa mwisho kwake. Unaona, maajabu ya uumbaji wa Mungu yaliyotolewa kwa dunia nzima, siku baada ya siku na usiku baada ya usiku, yanaonyesha neema yake ya ajabu, na uumbaji huu kwa njia ndiyo tunaita ufunuo wa jumla Tunatazama kote na tunafikia hitimisho dhahiri kwamba kuna muumba. Karibu na kila mtu anaweza kwa ujumla kudhani ukweli huo, na kama vile kutazama ugumu nae mpangilio wa saa yako ya mkononi unaokuongoza kujua kwamba kuna mtengenezaji wa saa. Lakini bado tunahitaji ufunuo maalum, yani bado tunahitaji Biblia. Ufunuo wa jumla unaufahamisha ulimwengu kwamba muumba yupo ufunuo maalum hutokea kutupa jina lake. Kwa kweli, Daudi sasa anabadilisha marejeo yake kwa Mungu hapa katika Zaburi 19. Alianza zaburi kwa kumwita Mungu El. Hilo ni jina la kawaida kwa Mungu, lakini sasa kuanzia hapa katika mstari wa saba, Daudi anamrejelea Mungu kama Yahwe, Yehova au Bwana. Hili ni jina la Mungu binafsi, mwenye upendo ambaye anahusiana nasi. Kwa hivyo Daudi sasa anaanza kutuelezea kile ambacho ufunuo maalum wa Mungu, yaani neno la Mungu, linaweza kutufanyia kibinafsi, kama Mungu anavyohusiana nasi kibinafsi. Anaandika hapa katika mstari wa saba: sheria ya Bwana ni kamilifu. Sasa sheria ni Torati, vitabu vitano vya kwanza vya agano la Kale. Anasema hapa ni kamilifu. Hiyo inamaanisha ni kamili, ni ya kuaminika, inatosha kwa maisha yako na yangu. Kwa hivyo sheria kamilifu ya Bwana inafanya nini? Naam, mstari wa saba unatueleza inahuisha nafsi. Kwa njia hili, ni neno lile lile ambalo Daudi alitumia katika Zaburi 23 kwa Bwana kurejesha nafsi yake. Haijalishi umejitenga mbali kiasi gani na muumba wako, Mungu amekupa ramani iliyoongozwa, neno lake, ili kukurudisha kutembea naye tena. Sasa Daudi anaendelea hapa katika mstari wa saba, kutoa sifa nyingine ya neno la Mungu, ushuhuda wa Bwana ni hakika. Sasa hii ni lugha ya kisheria. Wakati wowote watu wanaitwa mahakamani, wanatoa ushuhuda wa kile wanachojua kwa hakika. Kwa hivyo, Mungu anashuhudia kwamba neno lake ni hakika. Neno lake linaweza kusimama kwenye kiti cha ushuhuda na kushuhudia ukweli wake kwa sababu neno la Mungu ni ukweli, ukweli wote, na si chochote ila ukweli. Kwa hivyo unaweza kutarajia ukweli wa Mungu kufanya nini katika maisha yako leo? Naam, Daudi anajibu hilo. Anatuambia hapa, linawafanya wenye hekima walio rahisi. Sasa amaanishi mtu mjinga, unajua mtu ambaye anakataa kujifunza. Anarejelea wale walio rahisi, mtu ambaye hana habari, lakini yuko tayari kujifunza. Kwa miaka mingi, mishonari mkongwe kwenda Haiti alikusanya maombi ya kuvutia aliyosikia wakazi wa kijiji wakisali katika masomo yao ya Biblia ya kijijini walipokuwa wakijifunza ukweli wa neno la Mungu. Mmoja wa wakazi wa kijiji aliomba wakati mmoja, Baba, sisi sote ni vifaranga wenye njaa. Leo midomo ya mioyo yetu iko wazi ikikusubiri utujaze. Ah, hilo ni ombi rahisi sana lakini lenye hekima sana lakini hekima. Sasa Daudi anaongeza wazo lingine hapa kuhusu ufunuo maalum wa Mungu, neno la Mungu. Anaandika hapa katika mstari wa nane, amri za Bwana ni sawa. Sasa amri ni mambo ambayo Mungu anatuelekeza kufanya, ni kanuni za mwongozo, ni kama alama kando ya barabara kuu. Unazifuata ili kusafiri salama kupitia maisha na amri za Bwana zinamaanisha nini? Je, kwa ajili yetu? Naam, Daudi anatueleza hapa kwamba zinatufanya tufurahi. Si kukata tamaa, si kufikiria tuko peke yetu, kwamba sisi ni chembe ndogo tu hapa katika ulimwengu. Hapana, kufurahia maisha. Unaona, una muumba Mungu ambaye si tu alikubuni, lakini kulingana na Daudi anapendezwa nawe anakupenda vya kutosha kukupa kitabu cha mwongozo, ramani kupitia maisha, na kisha kuingia mbinguni, huku ikikuongoza kila siku. Sasa, kabla hatujatia nanga katika safari yetu ya hekima leo, najiuliza kama una mtu kama Carl Sagan katika maisha yako mtu ambaye anakataa au labda anashuku uwepo wa Mungu, na kwa sababu hiyo anahisi kukosa tumaini na kuwa peke yake na asiyejulikana katika giza hili la ulimwengu wetu. Niruhusu nikutie moyo kuomba omba, kwa ajili ya fursa sahihi ya kumwalika rafiki yako, labda kusoma Zaburi 19, au labda kukusikiliza unaposoma. Inaweza tu kuanzisha mazungumzo ambayo yanaweza kumfanya rafiki yako aanze kuelewa hilo hawako kama chembe ya vumbi au kiumbe kisicho na maana kwenye mpira huu mdogo wa vumbi unaokimbia kupitia ulimwengu. Hapana, wao ni matokeo ya uumbaji wa kiungu, kazi ya Mungu binafsi ambaye ana mpango na kusudi kwa maisha ya rafiki yako. Na wakati uko hapo, usisahau Mungu ana mpango na kusudi hilo hilo kwa maisha yako pia.